Sehemu za upande wa mashariki wa ikulu ya White House kutoka nchini Marekani zimebomolewa huku ujenzi wa ukumbi mpya wa rais wa Marekani Donald Trump ukianza kujengwa. Ah, wafanyakazi wa ujenzi siku ya Jumatatu walibomoa sehemu kubwa za lango na madirisha katika upande wa mashariki ambayo Trump alisema yanafanyiwa kisasa kabisa. Rais awali alisema kwamba nyongeza yake ya, ya dola milioni mia yeah, mbili yeah, hamsini ama euro mia moja themanini na sita kwenye yeah, ukumbi yeah, wa White House yeah, itakuwa yeah, karibu na muundo uliopo, lakini <laughs> haitabadilisha, haitaingilia jengo la sasa, halitakuwa litakuwa karibu nalo lakini lisiguse na linalipa heshima kamili kwa jengo lililopo ambalo mimi ndiye shabiki wake mkubwa, Trump alikuwa anasema mnamo Julai. Ni sehemu ninayopenda zaidi, naipenda sana. Trump alitangaza ujenzi huo katika chapisho la mtandao wa kijamii akisema msingi umeanza kucha, kuchimbwa kwenye nafasi inayohitajika sana ya ukumbi wa michezo. kwa zaidi ya miaka mia moja hamsini, kila rais amekuwa na ndoto ya kuwa na ukumbi wa mpira katika ikulu ya White House ili kuchukua watu kwa sherehe kuu, ziara za jimbo na kadhalika, alikuwa ameandika. Alisema mradi huo unafadhiliwa kibinafsi na wazalendo wengi wa karimu. Utambulisho wao bado haujabainika kwani ikulu ya White House haijatoa majina yoyote ya nani anayeweza ya kufadhili. Lakini ikulu ya White House imehudumu kama makao ya kihistoria ya rais wa Marekani kwa karne mbili. Upande wa mashariki ulijengwa mnamo mwaka elfu moja mia tisa na mbili na ilirekebishwa mara ya mwisho mnamo mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na mbili kutoka upande wa kusini wa jengo hilo. Uh, vyombo vya habari viliona vipande kadhaa vikubwa vya vifaa vya ujenzi vingine vikiwa vimepambwa kwa bendera ya Marekani karibu na upande wa mashariki. Nazani Trump anajaribu kubadilisha kila kitu kule White House ili akabaki kuandika historia ambayo kila mtu ataenda kujiuliza. Huyu ndio Trump ambayo tulikuwa tunamwaza ama ni mtu mwingine? Lakini ngoja tuone namna ambavyo atakwenda kumalizia, alafu wote tutakuja kuangalia alichokibadilisha ni kitu bora ama ni heri asingeweza kubomoa na kujenga ukumbi huo.